Natamka rasmi nimefungua sasa zoezi rasmi la kuweza kupewa mikopo kwa na vikundi 29 ambao wamekidhi masharti na vigezo. <coughs> Leo ni sherehe, leo ni furaha, vikundi maalum tumejitokeza, wanawake, vijana, walemavu. Twasonga Chemba, tumeamka Inuka pamoja kikundi kwa kikundi. Tumeshika ahadi, tulikuwa na ndoto, sasa zina mwanga. Niwasisitize wana vikundi ambao mmepata mikopo leo, twende tukaitumie katika shughuli ambazo mmekusudia ukiwa mwaminifu katika hiki tunachokipokea utakuwa mwaminifu katika kile utakachokipokea tena kwa mara nyingine. Fedha za mkopo tunaenda kuzitumia kutokana na mradi um, ambao tuliuandikia. Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Chemba Hasani Mnyika amesema halmashauri imepewa wajibu wa kutenga mikopo ya asilimia kumi ya mapato ya ndani ikiwa ni sehemu ya fedha zilizotengwa kwa ajili ya shughuli za maendeleo. Ameeleza hayo Januari 15, 2026 katika hafla ya utoaji mikopo kwa vikundi vya wanawake vijana na wenye ulemavu katika ukumbi wa halmashauri ya wilaya ya Chemba. Halmashauri yetu imepewa wajibu wa kutenga asilimia kumi ya mapato yake ya ndani kwa yasiyolindwa kwa kwa mwaka husika kwa ajili ya mikopo ya vikundi vya wanawake vijana na watu wenye ulemavu, ikiwa ni sehemu ya fedha zilizotengwa kwa ajili ya shughuli za maendeleo kwa mujibu wa kifungu cha 33A kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya fedha za serikali. Imeendelea kutekeleza mikakati ya kukuza uchumi jumuishi kwa lengo la kutoa fursa kwa wananchi kushiriki kamilifu katika shughuli za kiuchumi na uzalishaji mali ili kuleta mabadiliko chanya katika jamii zetu, na kupunguza lindi la umaskini wa kipato. Mnyika ameongeza kuwa fedha hizo sio ruzuku bali ni fedha zilizokopeshwa, hivyo zirejeshwe ili kutoa fursa kwa wengine waweze kunufaika. Kwa hiyo ni wasihi sana, na hizi fedha jamani siyo, siyo ruzuku, tuelewane hapa, hizi fedha sio ruzuku, ni fedha za mkopo, unapaswa kuzirejesha ili na wengine nao wapate nafasi ya kuweza kukopa. Msiporejesha msipo, msipo, msipo, kwa wakati kwa utaratibu ambao tumeupanga, maana yake mtazuia nafasi mtaziba nafasi za watu wengine kupata nafasi ya kuweza kukopeshwa kama ninyi ambavyo leo tutawakopesha. Kwa hiyo niombe sana, tukowe mabalozi wazuri, tusikubali katika vikundi hivi ishirini na tisa leo ambao vinapata leo mkopo kikundi hata kimoja kiwe sababu ya kutorerisha hivi mikopo. Tusaidiane, tushauriane, tukumbushane wajibu, sababu kila mtu ana nafasi yake katika kikundi katika vikundi vyenu hivi. Kaimu Mkurugenzi Idara ya Maendeleo ya Jamii Veridiana Josefu akisoma taarifa ya utoaji mikopo mbele ya mgeni rasmi amesema Halmashauri ya Wilaya ya Chemba imetoa jumla ya shilingi milioni 331 laki mbili na tisini kwa ajili ya kuwezesha mikopo isiyo na riba kwa vikundi vya wanawake, vijana na wenye ulemavu. Halmashauri ya Wilaya ya Chemba mpaka kufikia sasa imetoa mikopo yenye jumla ya shilingi milioni 331 290,000 kwa ajili ya kuwezesha mikopo isiyo na riba kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kama ifuatavyo: Mwaka wa fedha 2024-2025 kimetolewa kiasi cha fedha shilingi milioni 149,940,000. Mwaka 2025-2026 kwa robo ya kwanza yani Julai Septemba 2025 kimetolewa kiasi cha fedha cha shilingi milioni 181.35. Hata hivyo urejeshaji wa fedha hizi unaridhisha, kwani wanavikundi wamekuwa wakirejesha kwa kuzingatia kanuni ta, na taratibu zilizowekwa. Ameongeza kuwa katika kuhakikisha halmashauri inatekeleza suala la utoaji mikopo kwa kufuata sheria, fedha hizo zimegawanywa katika makundi matatu. Halmashauri ya wilaya ya Chemba kupitia idara ya maendeleo ya jamii imetoa mafunzo kwa maafisa 26 wa ngazi ya kata na maafisa wanne ngazi ya wilaya ili wawezeshe kuwezesha wananchi kuanzisha vikundi na kuvisajili kwenye mfumo wa wezesha poto, ikiwa ni pamoja na kuomba mikopo kupitia mifumo. Mpaka kufikia tarehe 13 Januari 2026 halmashauri imesajili zaidi ya vikundi 400 kwenye mfumo wa wawezesha poto ambao utaviruhusu vikundi hivyo kuomba mkopo kwa kufuata mwongozo mpya. Justa Katema ambaye ni mwakilishi wa mkuu wa wilaya ya Chemba amewasiwa wanufaika hao kwenda kutumia fedha hizo kwa malengo yaliyokusudiwa. Wana vikundi ambao mmepata mikopo leo, twende tukaitumie katika shughuli ambazo mmekusudia, msiende kuzitumia hiyo mikopo hiyo katika mambo mengine. Nikupongeze pia mkurugenzi kwa kuendelea kutenga hiyo asilimia kumi katika kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wanufaika wa mikopo hiyo wameeleza hatua mbalimbali walizopitia na namna mikopo hiyo ilivyowasaidia kuimarisha kiuchumi. Ameitwa kwa upendo, kwa upenzi na wameona halmashauri ya wilaya ya Chemba kuna vitu vya kufanya vya vifanywe na vifanyiwe. Ni kweli, sasa tuko tayari kwenda kuvifanya, tukapambane, tuka kama wanawake tukapambane, kama vijana tukapambane, kama madereva boda, walemavu, ili tupate nafasi ya kuwapatia na wenzetu vipato, waje wachukue marejesho hayo, na wenyewe wasogee pale walipo, waende mbele. Na hivi sasa tumenufaika, hii ni mara ya pili serikali yetu, kinachotakiwa ni kwamba uaminifu. Ukiwa mwaminifu katika hiki tunachokipokea, utakuwa mwaminifu katika kile utakachokipokea tena kwa mara nyingine. Kikundi hiki kina shughuli mbalimbali ambazo ni usafi wa, ili jengo unavyoliona linapendeza, mmekaa na nyie mmependeza. Ni kikundi cha Green Five Women Group kwa kupitia usafi tumeweza kupata milioni kumi na tukairejesha kwa wakati, na hatimaye tukaomba tena mkopo mwingine kwa mara ya pili, tukapewa tena. Mimi sikuja Chemba niko hivi, lakini napendeza. Mkiniona napendeza, napendeza na navaa na ninavyopenda, lakini sivai kwa sababu ya ile fedha, na kwamba ndo naichukua naiheshimu natakiwa kulipa kila mwezi laki nane na thelathini na nne, lakini mimi nalipa laki nane na elfu hamsini. Naipata wapi? Ni kwa sababu ya nidhamu ya fedha, tunaenda kuzitumia kutokana na a, mradi ambao tuliuandikia, ukiwa ni mradi wa pikipiki piki kwa ajili ya usafirishaji abiria. Kweli kabisa, mimi siwashauri kwenye hiyo mikopo ya kausha damu. Napenda kuwashauri